Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nasi sote tunaposikia neno la Mungu. Tuombe. Baba katika jina la Yesu Kristo Uhimidiwe na kutukuzwa Mungu wetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa neema na baraka katika siku hii ya leo. Umeendelea kutupa uzima, nguvu na afya na kuweza kufika kukusanyika katika kanisa lako kwa ajili ya kukuabudu pamoja na kusikia neno lako la uzima. Tunapojiandaa kwa ajili ya kusikia neno hili, nguvu ya Roho Mtakatifu iendelee kuwa pamoja nasi ukaendelee kutufundisha neno hili ili tuweze kukukimbilia wewe na kugeuza maisha yetu yaendelee kukuelekea wewe ukae pamoja nasi Yesu Kristo Mwokozi wetu Amen. Wapendwa, tutasoma neno la Mungu kutoka Waraka wa kwanza wa Yohana kwa watu wote sura ya tatu mstari ule wa kwanza mpaka mstari wa tatu. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya tatu mstari wa kwanza mpaka wa tatu Nasoma katika jina la Bwana. Tazameni, ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu, na ndivyo tulivyo. Kwa sababu hii ulimwengu hautatambua, hautambui kwa kuwa haukumtambua yeye. Wapenzi, sasa tu wana wa Mungu, wala haijadhihirika bado tutakavyo kuwa, lakini twajua ya kuwa atakapodhihirishwa tutafanana naye, kwa maana tutamwona kama alivyo. Na kila mwenye matumaini haya katika yeye hujitakasa kama yeye alivyo mtakatifu. Amini, hili ndilo neno la Bwana. Naomba washarika mkae. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa, tunaongozwa na kichwa kinachosema mpigieni Bwana kelele za shangwe. Ndani ya Yesu kuna maisha mapya na ikiwa leo ni siku ya Bwana ya tatu baada ya Pasaka. Wapendwa, katika somo hili nilipokuwa nikilisoma na kuliangalia na kuangalia vitabu mbalimbali juu ya mafafanuzi ya waraka huu au nyaraka hizi za Yohana, nyaraka tatu, lakini na ile Injili ya Yohana. Nikaona kwamba karibuni na mwisho wa karne ya kwanza makanisa ya Efeso na yale ya jirani yake yalisumbuliwa sana na mafundisho ya uongo. Na masimulizi ya wakati ule yanadokeza kwamba Yohana aliishi kule Efeso wakati ule naye aliweza kuandika nyaraka hizi tatu pamoja na Injili kwa makusudi ya kupinga mafundisho ya uongo yaliyoenezwa katika ule mji wa Efeso. Kisoma vitabu vya mafafanuzi vinaeleza kwamba alikuwepo mtu anaitwa Kerinto. Huyu alikuwa akitoa mafundisho potofu katika uh, kanisa na alikuwa akifundisha mafundisho ya kizushi ambayo wataalamu wa Agano Jipya wameita ni mafundisho ya unostiki, yaani mafundisho ya kizushi ambayo hayaendani sawasawa na mafundisho ya neno la Mungu lililo la kweli. Kwa hiyo, huyu ndugu anaitwa Kerinto, yeye alifundisha kwamba Kristo na Yesu ni watu wawili tofauti, nasema Kristo ni wa mbinguni na Yesu ni wa duniani. Kwa hiyo anatofautisha kwamba ni watu wawili tofauti, na hapo ukiangalia katika utatu sasa, ina maana yeye anaingiza unne, sio utatu. Kwa hiyo maana tayari hapo utakuwa kuna Mungu kuna ameingiza sasa, kuna Kristo alafu kuna Yesu halafu kuna Roho Mtakatifu, kwa hiyo kuna kunakuwa na mambo manne, na sisi tunajua kwamba utatu mtakatifu ni Mungu Baba, mwana na nani, na Roho Mtakatifu, na huyu mwana ndiye Yesu Kristo. Sasa yeye ana, ana, ana, ana, ana, ana anatofautisha, anaweka kwamba kuna Kristo halafu kuna Yesu. Tena anasema huyu Yesu ni wanazareti huyu Kristo ni wa mbinguni lakini Yohana anapoona mafundisho, mafundisho haya ya kizushi, mafundisho haya yaliyoitwa ya Gnostic unostiki, si sahihi katika kanisa. Yohana anasimama na kufundisha kweli kwamba Yesu, majina haya Yesu Kristo ni ya mtu mmoja, ni mtu mmoja, si watu wawili, Yesu Kristo wa Nazareti mwana wa Mungu aliye hai. Kwa hiyo Yohana anaweka msingi mzuri wa neno la Mungu alipoona Wakristo wameyumbishwa katika miji ile ya Efeso na mafundisho yasiyo ya, ya kweli. Wakati mwingine amefundisha habari ya kuwa ya mwili na roho au vitu, akieleza habari ya mwili wa Yesu na Roho Mtakatifu, anaonyesha pia kuwachanganya watu na anafundisha kwamba tabia ya mwili haiwezi kulingana na usafi wa roho, hivyo wakristo wanaweza kufanya dhambi kwa kadri ya mapenzi yao. Kwa hiyo anaona vitu hivi kwamba uh, anatenganisha mwili na nini na roho, kwamba kama mwili ukitenda dhambi roho haihusiki, au roho ikitenda dhambi mwili hauhusiki. Sasa ni vitu vinachanganya nachanganya utatenganishaje? hivi katika mambo haya ya kiroho, mwili ukitenda dhambi na roho imefanya nini? Imetenda dhambi. Roho ikitenda dhambi na mwili umefanya nini? hata, hata, hata Yesu anasema uh, dhambi ya kutamani, mtu akisha tamani amekwisha kufanya nini? Kufanya dhambi. Sasa kama kutamani, si kunatoka rohoni sasa kwa mujibu wa huyu Kerinto, yeye anasema kama roho ndio imetamani mwili wangu unahusika nini? Kama mwili ndio uliotenda dhambi, um, nimekwenda labda nikaiba, roho yangu inahusika nini? si mwili ndio uliotenda dhambi. Lakini vitu hivi viko pamoja, mwili ukitenda dhambi na roho imefanya nini? imetenda dhambi, kwa sababu ndani ndipo kuna ndani ya roho kuna dhamira dhambi lazima dhamira yako inakushtaki, mwili wako unapata shida. Kwa hiyo mafundisho haya Yohana alipoyaona hakuweza kuvumilia, aliendelea kufundisha mafundisho ya kweli na kulisahihisha kanisa likae katika mafundisho ya kweli ya neno la Mungu lilivyo kweli. Kwa hiyo Yohana anakemea vikali sana watu waliojiinua katika mji ule wa Efeso, wakina Kerinto na wenzake kuendelea kufundisha mafundisho ya uongo. Yohana akaendelea kukusanya watu kwenda kufundisha neno la Mungu lililo sahihi katika miji ile ya Efeso. Lakini Yohana anapokusanya watu kuwatuma kwenda kufundisha pale, kuna mtu mwingine sasa, sijaona vizuri alikuwa ni askofu au alikuwa ni mchungaji, lakini yeye alikuwa anaitwa diotrefa wale waliotumwa yeye, kwa sababu alikuwa ni kiongozi wa kanisa akawakataa, kwamba hakuna, mimi ninatosha. Hasa kama unatosha eh, huyu Kerinto kwa nini anapotosha watu katika miji ya Efeso? Watu wameparangana, watu wamefarakana, na hata sio hayo tu, amefundisha hata na mambo yanayohusu upendo. Watu wamefarakana, watu hawapendani hawa wanaenda kwa Kirinto. Hawa wanarudi katika neno la Mungu lililo kweli, lakini wanakuwa wanafarakana. Ninyi hamko sahihi, hawa wanasema sisi tuko sahihi, ninyi hamko sahihi. Sasa unakuta upendo kati ya, ya Wakristo katika miji ile ya Efeso hawapatani kwa sababu ya mafundisho yale ya uongo. Upendo umepotea, watu hawapendani, wameletewa mafarakano. Kwa hiyo Yohana pia anaendelea kuelekeza na kuandika kwamba watu wapendane, anasema tazameni, ni pendo la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wana wa Mungu na ndivyo tulivyo. Haya mafarakano yanatoka wapi? Kama tumekuwa ni watoto wa Mungu, tumeungamanishwa na neno la Mungu, tumeungamanishwa na Kristo, haya mafarakano tena yanatoka wapi? Sema tazameni, pendo hili la namna gani alilotupa Baba kwamba tuitwe wanawe na ndivyo tulivyo. Kwa hiyo amekazia mafundisho ya kweli lakini watu waendelee kupendana, katika utumishi wetu kuendelea kupendana, watumishi kuendelea kupendana, kila mmoja mahali pake anapotumika kuendelea kuhudumisha ule upendo wa kweli, upendo wa Mungu. Na ndio maana tunaambiwa ndani ya Yesu Kristo kuna maisha mapya ndani ya Yesu Kristo hakuna mafarakano, na anasema mimi ni mzabibu wa kweli. Tawi lisilozaa matunda litafanya nini? Litakatwa na kutupwa motoni. Tumekuwa katika mzabibu mmoja ambao ni Yesu Kristo, kwa hiyo lazima tuishi katika upendo, kupendana sisi kwa sisi, kuonyana sisi kwa sisi na kuendelea kulishika neno la Mungu, liendelee kukaa ndani ya maisha yetu. Kila mmoja kwa namna yake, Mungu ametupa vipawa. Kuvitumia. Vitumike katika kuwahudumia wengine ili kuweza kujenga ufalme wa Mungu. Mwingine labda amepewa kutumika, ni mwalimu mahali alipo, kutumika kwa upendo. Mahali pale ulipo, kudumisha upendo na walimu wenzako, kudumisha upendo kwa wanafunzi, na kile kipawa ulichopewa kwa ajili ya elimu hiyo kitumike vizuri. Wengine wamepewa kuwa watumishi, manabii, mitume, kila mmoja kutumika na kuwatumi, eh, kuwatumikia vema watu wa Mungu katika utumishi, ikiwa ni mchungaji ikiwa ni askofu, ikiwa ni mwinjilisti na watu mbalimbali mbali ambao wamepewa wajibu huu kwa ajili ya utumishi huu, kutumika kwa upendo. Ikiwa ni daktari, kufanya kazi yako kwa upendo, kutoa huduma kwa upendo kwa wagonjwa wanaokuja, wahitaji wanaokuja, kutoa huduma hiyo kwa upendo ili wagonjwa waliokuja pale waendelee kupata uponyaji lakini ikiwa upendo haupo, hata huyu mgonjwa unazidi kumwongezea hofu, unaendelea kumwongezea mashaka katika shida yake. Na ukiangalia pia wengine wametanguliza maslahi. Mtu anahitaji huduma, watu wanaangalia maslahi. Huduma kwanza, halafu maslahi ni baadaye, si ndivyo? Jamani, huduma kwanza, maslahi ni baadaye. Huko kasikia mmoja anazungumza habari ya mama wajawazito nasema kama huna hela kazalishwe na mume wako. Lakini ni, ni, ni mtu ambaye amepewa hiyo huduma, lakini mtu huyu amekuja anategemea huduma kwako, lakini unasema kama huna go nyumbani kwa mume wako akakuzalisha sasa. Angalia huyu mama amebeba kiumbe tumboni mwake miezi tisa kwa uchungu halafu leo hii muda wake wa kujifungua unafika, unashindwa kumsaidia, afe na hiki kitoto. Unaangalia maslahi, unamwangalia. Ni huduma hii kweli? Unaacha mtu anaangamia hivi hivi, unamwona, lakini umeangalia maslahi yako. Upendo uko wapi? Upendo uko wapi? Yohana anapoona upendo umepoa anaibuka na ukiangalia nyaraka zake zote mpaka na ile Injili amezungumza upendo, na nimeangalia kwenye vitabu vya mafafanuzi amesema upendo ameutumia zaidi ya mara hamsini. Yeye anazungumza tu upendo upendo upendo upendo upendo. Wapenzi, na wasihi mpate kupendana. Mungu aliupenda ulimwengu eh. Yaani injili zake zimejaa ni upendo, watu kupendana katika kutumika katika vipawa tulivyo navyo, ikiwa ni katika kwaya, tumia kipawa chako kuimba vizuri katika kwaya. Usilete mafarakano au usilete faraka katika kikundi ambacho kinamwimbia Mungu, kumtukuza Mungu. Sauti zetu zitumike vizuri kumwimbia Mungu. Kipawa ulicho nacho kitumike vizuri kumwimbia Mungu. Usiwe na kipawa cha kufarakanisha, bali tuwe na vipawa vya kufanya nini? Vya kukusanya, kukusanya, tuwe pamoja, tukae pamoja kwa umoja. Na hata wakati mwingine naangalia kwenye utumishi wetu, viongozi wetu wanapotupa barua za kuhama kutoka usharika huu kwenda usharika huu, wengine wanakataa, na sio kwamba wanakataa tu, wanaingia mpaka kwa washarika wakiwambia, waki mkatae lile kasi tofauti likija alirudisheni hasa, unajenga faraka kwa washarika pamoja na watumishi, unatengeneza faraka. Lakini umepewa kusimamia utumishi, tumika vizuri. Tena unaeleza, mimi namjua huyu anayekuja ni kibwengo, msimpokee. Sasa huyu si mtumishi wa Mungu? ni mtumishi wa Mungu huyu anakuja kwa ajili ya kutumika. Umetumika mahali hapo kwa muda wako, ukisha, unaondoka hata mi, muda wangu ukiisha, nikipokea barua, si naondoka tu vizuri. Nakuja na ninawaambia washirika wangu, jamani, niliowakosea naomba mnisamehe, mlionikosea, tumalizane hapa hapa, si ndivyo jamani? Lakini unaanza maneno mengi, maneno mengi. Baba Askofu anatuambia kwani hapa ni kwako? <laughs> Sio, sio, sio kwamba umekaa hapo milele utafia, utahama, utahama. Kwa hiyo kutengenezea na mazingira magumu, kutengeneza faraka mahali popote, usitengeneze ma, e, faraka katika kipawa ulicho nacho mahali ulipopangiwa kutumika. Katika utumishi wowote, hakikisha unatumika vizuri, kipawa chako kinatumika vizuri kwa upendo ulio wa kweli na katika kufundisha kwetu tukaendelee kufundisha iliyo kweli ya Mungu, tusiangalie maslahi. Yule Deotrefa yeye aliangalia maslahi, akasema hawa watu wanaotumwa na Yohana wakija hapa maokoto sitapata, hakuna kuiza mtu, a, kwa hiyo amewakataa. Na Yohana anaendelea kufundisha, jamani tupendane. Tazameni ni pendo la namna gani alilotupa nani Baba kwamba tuitwe wanawe. Kwa nini tulete faraka? Tunachotafuta ni maisha mapya ndani ya nani? Ya Yesu Kristo, maisha mapya ndani ya Yesu Kristo. Watu wafundishwe kulishika neno la Mungu, na tulishike neno la Mungu, liendelee kukaa ndani mwetu. kisoma katika Injili ile ya Yohana sura ya kumi na tano mstari wa nne halafu na ule wa sita, anasema kaeni ndani yangu, nami ndani yenu, kama vile tawi lisivyoweza kuzaa peke yake, lisipokaa ndani ya mzabibu, kadhalika na nyinyi msipokaa ndani yangu. Mstari ule wa saba anasema mtu asipokaa ndani yangu, hutupwa nje kama tawi lisivyoweza kuzaa lakini mstari mwingine anasema ninyi mkikaa ndani yangu, na maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni mtakalo lolote, nanyi mtatendewa. Maneno yangu yakikaa ndani yangu, ombeni lolote, nanyi mtafanya nini? Mtatendewa. Sasa kama hujasoma halafu unataka kufanya mtihani na waliosoma, utafaulu utafaulu kweli? si unaendelea kuweka zero hapo? <laughs> Lakini ikiwa kama umesoma na mtihani ukija na wale waliosoma, mnafanya mtihani, mnafaulu wote. Lakini sasa, anasema maneno yangu yakikaa ndani yenu, ombeni lolote. Sasa kama neno halipo ndani, ukiomba utapata? huwezi kupata, kwa sababu utakuwa unapiga tu upepo una piga tu upepo, hakuna nini, neno la Mungu halijakaa ndani mwako hasa hata ukiomba. Lakini ikiwa neno la Mungu liko ndani mwako, omba lolote utakalo, nao utafanya nini, utatendewa. Na ndio maana nasema kaeni ndani yangu, msikae ndani, msikae nje, ambako huko nje kuna nani? Kuna wevi, kuna hatari huko nje lakini mkiwa ndani ya Kristo, tukikaa ndani yake tunapata zile baraka, na anasema ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Ndani ya Yesu Kristo kuna maisha mapya. Acha kuhangaika, acha kuhangaishwa na mafundisho mapotofu, acha kuhangaishwa na manabii na mitume, watatokea wengi tu watatokea wengi tu, wakikuambia, wakikufundisha hivi, wakifundisha hivi kule, kule, kule. Efeso waliambiwa Yesu ni majina ni watu wawili tofauti, lakini huku tunajiwa na vitambaa, tunajiwa na udongo, unachukua unaweka kwenye pochi lako, unatembea na udongo huku unatembea na maji leo le unapewa na huyu maji una, ukija unapewa maji huku ukija unapewa maji huku, hasa umejaza maji, utafikini wewe ni kampuni ya kuzalisha maji. Umejaza maji yanakuhangaisha, lakini kumbe kinachotakiwa ni neno la Mungu likae wapi? Ndani mwetu. Maneno ya Mungu yakae ndani mwetu. Anasema ombeni sasa lolote mtakalo, nanyi mtafanya nini? Mtatendewa lakini ukiwa nje, ukiwa nje unasema we ni wa Yesu, lakini uko nje, hata utaomba utahangaika tu, utahangaika, utahangaika, mwisho wake utaishia kwenye mahangaiko. Lakini ndani ya Yesu Kristo kuna maisha mapya. Nilikuwa naangalia mtu mmoja sasa, yeye ye, amezidi kabisa huyu yaani, katika manabii ameadvance, anasema yeye ndio Mungu na ana washarika, na ana watoto, tena ana watoto mpaka wakipaimara, anawafundisha na wanaimba wakisema, Mungu wetu anaitwa Zumaridi, Mungu wetu ni Zumaridi. Wanaimba kabisa watoto na mapambio kabisa. Hakuna, hakuna amesema, hakuna Mungu kama Zumaridi, wanaimba pambio hilo ha! kasema sasa hawa watoto kwa kweli hivi wataendelea kukua, hawa wakikua hivi hata wakija mtu ambaye watajua kuna Mungu wa mbinguni aliye haya aliumba mbingu na nchi, si watamwona huyu? Msingi waliojengewa wao, wanamuona Mungu ni yule, na wanamuona wanamuona kila sawa, wanajua Mungu Mungu wetu yule. Mungu wetu yule huyu hapa wanamuona, lakini wanashindwa kupata mafundisho yaliyo sahihi ya Mungu aliyeziumba mbingu na nchi. Lakini nilikuwa nashangaa pia hata na wazazi wao wale ambao unaangalia watu hao, wamesoma kweli kweli, hao wamesoma kwelikweli, hawa wamesoma, lakini wako pale wanasema Mungu ni yule mama. Haya mambo ni mambo ambayo yanataka kukemewa kabisa, kama vile Yohana alivyoandika nyaraka hizi kukemea mafundisho mapotofu yaliyoingizwa katika ule mji wa Efeso, ameandika kabisa akipinga kabisa na akiweka mafundisho sahihi ya neno la Mungu katika nyaraka hizi, ukiangalia jinsi ambavyo miji ile ya Efeso ilivyokuwa ikisumbuliwa, lakini baada ya Yohana kuona hivyo na kuandaa watumishi kwenda kuhakikisha wanafuta yale mafundisho yote mapotofu katika miji ile ya Efeso na kuandika nyaraka kabisa na kuzipeleka kule Efeso. Kwa hiyo wapendwa, Mungu aendelee kutusaidia tukae ndani yake. Tukae ndani ya Yesu Kristo na tunapokaa ndani yake, neno la Mungu linasema ombeni lolote mtakalo, nanyi mtatendewa. Ndani ya Yesu Kristo kuna maisha mapya. Amen. Mungu mtakatifu, mwenyezi, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, tunalihimidi tunalitukuza jina lako, endelea kuendelea kutupa roho ya kuendelea kuishi kwa pamoja kuishi kwa pamoja katika umoja na kupendana sisi kwa sisi, kila mmoja na mwenzake, kila mmoja katika kazi yake na kipawa chake, kitumike katika kuwahudumia wengine na kujenga ufalme wako. Tuendelee kukuhimidi na kukutukuza wewe, Yesu Kristo, mwokozi wetu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu aliyemtumia mtumishi wake